wa, wa, wa Pambalioto na mtaa wa CCM kule katikati ya mji, na kata ya mjini ina jumla ya wakazi 7419 kadiri ya sensa ya watu na makazi ya 2022. Na siku ya leo viongozi wa CCM kata ya mjini pamoja na mimi tunapita kwenye matawi yetu hayo manne kwa, kwa lengo kwa malengo makubwa mawili. Lengo la kwanza ni kumpa nafasi Mheshimiwa Diwani mimi kuwashukuru wananchi kwa ushirikiano waliotupatia wali tangu pale tulipochaguliwa 2020 ishirini na tulioendelea kushirikiana Uh, kwa miaka hiyo miendi na kidogo mpaka kufikia leo, lakini jambo jingine lilikuwa kuelezea miradi ya maendeleo ambayo imefika kata ya mjini. Kwa hiyo tumeelezea miradi yote ambayo imefika kata ya mjini na maeneo ambako hiyo miradi imetekelezwa. Lakini jambo jingine tumefika kueleza wanachama wetu wa CCM kuwakumbusha kwamba huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi. Na unajua sisi CCM si, si, ni watu wa kupata, lengo letu kubwa ni kupata ushindi na kuunda dola <coughs> kwa hiyo tumeelekezana namna gani CCM si, tutashinda na tukishinda, manufaa yake ni nini. Kwa hiyo haya ndio yalikuwa malengo ya, ya, ya ziara yetu, na bahati nzuri uh, wana CCM si, si, wameitika Uh, mikutano yetu wanafika kwa, kwa wingi na wanashauku ya ku, kupata maelekezo ambayo uh, tunawapa Yes. Lakini kikubwa zaidi ni namna wanavyounga mkono uh, hiyo ziara, kwa sababu ziara hii tutapita kwenye matawi yote. Tumeanza tawi la Mahenge, hili ni tawi la pili um, awa mashujaa Lakini tutaenda mtaa wa CCM kule katikati ya mji na tutamalizia mtaa wa Mpambaleoto. Lakini pia mkazo mkubwa umekuwa kwanza kuwaunga mkono viongozi viongozi walioko madarakani, lakini pia kikifika wakati wa uchaguzi uh, wana CCM wakachagua viongozi wanaotokana na CCM. Uh, miradi ni mingi, lakini labda niseme michache. Miradi ni mingi na niseme Asante sana serikali ya CCM mm, inayoongozwa na Mama Samia Suluhu Hasan, lakini asante sana Mheshimiwa mbunge ambaye ni mwakilishi wetu ya, asante sana kwa sababu kwa kipindi hiki nachosema cha miaka minne na kidogo, sisi kata ya mjini ni wanufaika wakubwa. Kwa hiyo kama ili keki, keki ya taifa sisi tumebega vizuri na tunasema sababu unaona kuna barabara zinamalizia kujengwa hapa kwa kiwango cha lami uh -huh. tuna barabara inayotoka stendi ya Tunduru ya zamani inapitia TAKUKURU inaambaa magenge ya Mahenge inaelekea inaenda mpaka hukumatara. Lakini kuna kipande cha barabara toka Sowasa tumekipeleka pale kwa Swai, lakini kuna kipande cha barabara tumekitoa uh, kanisa la Biblia hadi kanisa la Anglikana. Lakini kule katikati ya mji kuna kipande cha barabara tumekitoa pale Azam Center kinaenda msikiti mpya. Lakini pia tumekitoa kipande kingine tumekitoa hapa huduma um, klabu inapitia hoteli ya Papoki inaenda mpaka kule kwenye hoteli ya Shinyanga. Hiyo yeah, upande kwa kwa wa miundombinu hivo, lakini kwenye eneo la miundombinu hilo hilo, tumejenga sisi tumefanikiwa kujenga madaraja matatu imara. Daraja la kwanza ni daraja la, la, la makaburi ya Mahenge maarufu hivyo kwamba ma, eneo la makaburi ya Mahenge. Lakini daraja nyingine tunasema daraja la Upendo eh, lakini daraja nyingine ni daraja ambalo linaunganisha watu wa Mahenge A, na watu wa Kimoro. Haya madaraja matatu imara lakini ukifika kwenye eneo la elimu msingi uh, tumefanikiwa tumejenga matundu ishirini ya vyoo shule ya msingi Mashujaa, lakini pia tumejenga matundu nane ya vyoo shule ya sekondari ya Mashujaa na madarasa sita imara, lakini kule ya shule ya sekondari ya wasichana tumejenga matundu 25 ya vyoo, madarasa sita na mabweni mawili . Lakini pia uh, tumekarabati vyoo vya soko kuu Songea. Uh, lakini pia tumekarabati uh, stendi ya bajaji pale mtaa wa Ikweta, eneo la Ikweta, ile stendi ya bajaji tumekarabati vizuri, kwa tumefanya mambo mambo i mengi <coughs> tunaweza tukahadithia hapa tukazungumza paas sisi, tunasema asante Mama Samia. Asante mbunge mm -hmm. Asante serikali ya CCM, tunaendelea na ziara mm -hmm. na tunapoendelea na ziara, kikubwa kama nilivyosema, tunawekana wenyewe sawa, wana, wana, wana CCM mm -hmm. ili wakati wa uchaguzi kufika, tusifanye makosa, ndio lengo letu kubwa mm -hmm. E, kupitia hii ziara ya mheshimiwa diwani na sisi kama viongozi wakuu wa kata tumepata mafanikio makubwa. Kwanza tumepata mapokeo makubwa mm -hmm. wanachama na viongozi kwa ngazi za mashina tumewapata karibia wote, wametupokea vizuri na wameunga wame jitihada za serikali ya CCM. Wana mapenzi madhati na Mama Samia Suluhu Hassan, wamesema Mama Samia Suluhu Hassan ni mitano tena. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Songea mjini Damas Ndumbalo naye mitano tena, na Mheshimiwa diwani wa Kata mjini Mathew Kasani Ngalimanayo naye wameahidi kumpa mitano tena. Kwa hiyo kwa sisi kama kata mjini, kwa kushikana na viongozi wa ngazi ya mashina, tunawashukuru na tunajipongeza kwamba ilani imetekelezwa na wamefurahi. Tunawasii wana CCM, wanachama, tuwe tunaongelana mazuri, hasa kwa sisi watiania ambao watatokea kutiania, tusichafuane. Wanasema tusipigane shoti kwa lugha sasa hivi. Kwa hiyo tuongelane mazuri, tusimchafue